Manga Kimambi amemwomba msamaha wa Mama Dangote na akisema kwamba anaomba am unblock e, kwa sababu yeye na Mama Dangote anaisi wako kwenye timu moja, timu ya kumwokoa Diamond kwenye mikono ya Zuchu. So anasema alikuwa hajui kama amepigwa block na mama Dangote, na kama ni block basi ni hivi karibuni na ni kutokana na post zake ambazo aliziweka yeye mwenyewe. So ameshare picha ya mama Dangote alafu ameandika mama Dangote, sijajaribu kukusearch kama wiki mbili hivi. Jana nimejaribu ndo nimeona umenipiga block. Mama Dangote, miaka yote mimi huwa na ametumia maneno mazito sana hapa mdomoni, ila hujawahi ni blok. Nimejiuliza sana, nimekukosea nini? Imenichukua muda mno kupata jibu. Itakuwa ni ile posti ya kufuturisha, yale ya matusi niliyoandika. Ila Mama Dangote, sidhani kama ulielewa ile posti. Sikukutukana yale matusi. Nilisema yawezekana King'ang'a anamwambiaga dai akutukane hivyo akiwa kwenye mambo yao ya mizagamwano, na yeye anasema, ila sio kama mimi nilikutukana wewe au Esma. Matusi yale nilikuwa natolea mfano. Kama unaamini nilikutukana matusi yale, basi naomba unisamehe, mama yangu. Haikuwa nia yangu, naomba unisamehe. I feel really bad that umedhani nimekutukana matusi yale. Siwezi mrushia mama wa mtu matusi kama yale tena ikiwa hajanikosea chochote. Nisamehe mama Dangote, nimekosa amani mno mm, maana kwanza kabla sijagundua wewe umeniblock cha kwanza nilidhani labda umemwaccept king'anga na upendi vile simkubali Yani, nilitetemeka na kukosa nguvu nikasema, mama Dangote kamkubali Zuchu mpaka kani block basi, nimekwisha. Nililia sana mama, ni unblock sisi, ni one team, lazima tumuokoe kijana eh, kijana wetu dhidi ya yule mama mtu mzima hovyo na binti yake. Tusitengane tukapunguza nguvu, kijana atapotea mazima. Niyani, block, please, jamani kaniombeni msamaha kwa mama Dangote. So, <laughs> unasikia Mange anachokisema hapa, anasema kwamba anaamini yeye na mama Dangote wapo kwenye timu moja anti Zuchu. Yani, yeye na mama Dangote ni watu ambao hawamtaki ama hawamkubali Zuchu, kwa hiyo mama Dangote inabidi amwone block Mange ili waungane kumuokoa Diamond kwenye mikono ya Zuchu kabla hajapotea mazima. Anyway, sijui kama ni kweli Zuchu, ni kweli mama Dangote anamchukia Zuchu. Haya ni maneno ambayo yamekuepo kwa muda sana, yakieleza kwamba Diamond yuko na Zuchu lakini mama yake hajaridhia ya mahusiano ya Diamond na Zuchu, na ni mkwe ambaye hampendi Imekuwa inasemwa hivyo, so. Sasa sijui kama ni kweli mama Dangote, uh, hana mapenzi ama hamkubali Zuchu. Ni vitu ambavyo vinasemekana, havina uhakika wowote, lakini Mange hapa anasema kwamba mama Dangote eh, na yeye eh, anaamini wapo kwenye timu moja, kwa hiyo inabidi nbidi waungane waunganishe nguvu waweze kumuondoa Diamond kwenye mikono miko ukimpitia miko ya Zuchu. Ukimpitia kwenye page ya Mange utafahamu kabisa, msha weka wazi hampendi Zuchu, yuko against Zuchu wakati wote, na ndio maana amekuwa na attack kwenye vitu vingi sana. Hebu niambie nimbekanseme mena kanye tuzinujani, lakini pia nikukumbusha ku subscribe kupata taarifa nyingine kila wakati.